Walipokuja Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwatabiria, yani aliashiria kuwa watakuja. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ameketi na maswahaba zake siku moja, akasema leo eh, kutakuja watu mashaallah, wao ni katika watu bora wa watu wa mashariki, yani bora watu wa mashariki. Wao watakuja, watakuja leo watu ambao hawakupiga vita wa Uislamu, watu ambao hawakupiga vita wa Uislamu wamekuja vipando vyao vimechoka, wamekuja, watakuwa wamechoka maskini, wamemaliza eh, zadi yao, wamemaliza vyakula vyao vyote maskini, vandiani maji yao eh, kisha akamalizia akasema: allahumma ghfir li Abdil Qais, eh, Mwenyezi Mungu wasamehe. Nani hao Abdul Qais? Bas walipokuja wa Abdul Qais, subhanallah, walipomwona tu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hapo hapo wakashuka kwenye vipando vyao wakajirusha huyo, Abdullah, Ibn Auf, nota takriban katika hawa, wageni, waliokuja, mdogo, mdogo pamoja na hawa wageni basi yeye mashallah alipofika hakukimbia kama wale wenzake, akatulia, akachukua wale vipando vyote na mizigo yote ya wenzake maskini, akaenda akayafunga, akayaweka sawa sawa. Kisha yeye mwenyewe akaenda akachukua nguo nzuri, nguo safi, nguo nyeupe, maanake wale wengine kwa ile shauku waliokuwa nayo kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakaja mbio mbio maskini kwa kumtamani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kutaka yani ile kumshuhumu, kumwamkua na nini. Huko huyo Abdallah alashaj ah ah akajipanga, akaoga vizuri, akajiosha vizuri, kisha akaja tena, akaja kwa upole mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na huyu Abdul Qais alikuwa ni mtu wao wenyewe, wanasema damim damim. <laughs> Yani alikuwa utasema yuatisha kisura maskini, eh, yeah? Anatisha ukimwangalia wewe mwenyewe utashtuka, mbona yuko hivi. Basi alipomwangalia tu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yule Ashaj, yani huyu Abdullah ibn Ashaj, yeye mwenyewe akajishtukizia aka, aka yani akalahid Bwana Mtume ataona kule kutisha kwake, basi hapo hapo akamwambia ya Rasulullah, eh, usio na wasiwasi wasi. Yani kawaida mtu haangaliwi ama mwanadamu ama mwanamume haangaliwi kwa ngozi yake, mtu haangaliwi kwa ngozi yake, haangaliwi kwa mwili wake, bali huangaliwa kwa vidogo vyake viwili, bi asgharaihi, huangaliwa na hupimwa eh, mizani yake hupimwa, uzuri wake na ubaya wake kwa kwa vitu vidogo viwili Bwana Mtume sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam amkete, amesikiza tu akasema, qalbihi wa lisanihi, moyo wake na ulimi wake. Na hapo ndo utajua mtu ni mwema asime ama si mwema. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam akafurahi, akasema, wewe, Mwenyezi Mungu amekujalia vitu viwili ambavyo yeye mwenyewe anavipenda na mtume wake anavipenda. Yani wewe una vitu viwili, una vitu viwili ambavyo Mwenyezi Mungu anavipenda na mtume wake pia anafanya nini, anavipenda. Akasema ni upole na utulivu una upole na una hikma na una utulivu. Hivyo vitu viwili Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anavipenda. Na maanake alikuja, wenzake walipokuja maskini mbio, yeye ameketi tu akapanga vitu vyake sawa sawa e, ili vitu visipotee. Subhanallah. Ni wala Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamsifu kwa hizi sifa mbili. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kuambia sasa hawa wageni, akaambia marhaban bil qaumi. Eh? Ghaira khazaya wala nadama. Yani, akawakaribisha akasema, karibuni watu ambao hawana kuachwa na Mwenyezi Mungu, yani hawajatupwa na Mwenyezi Mungu, hawajapotea wala hawana wajuto yote. Manake wao hawa kama tulivyosema hawakupiga vita Uislamu, hawakupiga vita Uislamu. Wakasema ya Rasulullah, sisi bwana tumekuja, lakini baina yetu na wewe kuna makafiri wale wa Mudhar, sasa huwa tunapata shida ya kuja. Basi leo tutataka utueleze mambo mingi sana, mambo ya kukata utupe maamrisho na utukataze makatazo tukirudi, manake kuja huku sisi tunakuja tu katika miezi ya hurum, ashhurul hurum, hatupati kuja kila siku. Kwa hivyo utupe mafunzo ambayo yatatutosheleza yata, ili tukipata fursa mara nyingine tukija itakuwa twachukua mafunzo mengine. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema haya, basi bwana Mtume akasema haya, mimi nawaamrisha muamini Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Mwajua imani nini? Akasema, ni kushuhudia kuwa hapana mola hapasai kuabudiwa ila Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wake, namsimamishe swala na, na kutoa zaka na kufunga Ramadhani na mutoe, <coughs> mutoe, <coughs> la ilaha illa Allah, Muhammad rasulullah, na mutoe mutoe katika ghanima za vita mutoe humus muulete. Kisha na mimi nawakataza mambo hayo ya kunywa nabidh nabidh, eh, ni kinywaji kinacholewesha ambacho kimetokana na tunda isokuwa zabibu, tunda kitokana, yani kinywaji cha kulewesha ikitokana na e, zabibu huitwa khamr kwa Kiarabu. Ikiwa imetokana na tunda lolote jingine, kinywaji cha kulewesha kimetokana na kichochote kingine ile, huitwa nabiz zote, hukumu yake ni haramu. Bwana Mtume akawatajia hii kwa ajili sana, ilikuwa inafanya nini, inatumika kwao na wengine wasema, bwana Mtumi salallahu alaihi wal alihi wasallam aligusia hili kwa sababu ilikuwa ni kinywaji ambacho wao wanapenda kukinywa, tena kutumia vyombo vya aina fulani. Na vile vyombo walivyokuwa wakitumia ilikuwa vinazidisha kulewesha, yani namna vilivyotengezwa, utapata labda zile chemicals zikichanganyana, basi inalewesha zaidi. Basi ndio bwana Mtumi salallahu alaihi wa alihi wa wasallam akawakataza kinywaji kama hiki, lakini umuma eh, kisheria ni kuwa nabidh eh, na khamra zote hukumu yao ni sawa yani, ni haramu.